Amehamishiwa ni miongoni mwa uh, mambo ambayo pia yamesisitizwa uh, katika hilo, na katika picha pia tunamwona mgombea wa chama cha mapinduzi, Dkt. Samia Suluhu Hassan tayari amefika uh, uh, Chamwino katika kituo chake cha kupigia kura ili aweze kushiriki katika zoezi hilo la msingi, kama ambacho uh, unachokifuatilia katika runinga yako hapo. Uh, yuko katika uh, mstari kuhakikisha kwamba anatimiza wajibu huo maofisa wa tume kwa ajili ya kuhakiki taarifa hizo kujiridhisha, ndiye yeye. mm -hmm. Kwanza kesho tunasalimiana kwa kidole, tuone umechagua. Na amekamilisha e, mchakato wa kupiga kura, na sasa anaweka zile karatasi karatasi ya urais kwenye kisanduku ambacho kina mfuniko wa bluu, kifuniko chenye uh, sanduku yenye mfuniko mweusi ni nafasi ya ubunge, na nyeupe ni nafasi hmm, ya udiwani, na yeye eh, anachovya pale katika rangi ile hmm, eh, kidole umekiona hicho eh, ah. tutasalimiana kwa kidole, mbona ili mambo yawe mazuri kabisa. Yeah. Amekwisha kamilisha tayari, ha, umeona kundisha. Sasa nilikwambia lazima tuonyesheane <laughs> vidole eh, anaonyesha kwamba mmeona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 wananchi, na nimeona katika vyombo mbalimbali bado vinahamasisha watu waende wakapige kura. Basi niwashukuru kwa hili, asanteni sana FM.